Mimi nimesimamia upande wa idara ya parcel eh, uh, mizigo zinatuma kila sehemu mbalimbali kwa bei mzuri, kwa bei rahisi uh, tuko na means ya kupeleka mizigo, tuko na lori tano, tuko, uh, supply mizigo kutoka Nairobi ziende Malaba ziende Migori ziende Kisumu, Busia, Kenya mzima. Ninawashauri kuleta mizigo kwa, kwa, kwa wingi, tukipeleka upande popote penye zinaenda. Tunakimizana na mambo ya online booking online booking, tunaenda mambo ya cashless, 100% cashless. Saa hizi mteja akitaka kuenda Nairobi, aende kila mahali, unatuma pesa kwa paybill ama unatumia platform ya online booking. Hii wiki ambapo ni wiki ya customer service, sisi tunajivunia customer wetu, tunawatunukia maji wanaposafiri. Gari linapojaa huwa tunawapea maji, wanaenda wakikata queue pale. Wasafiri wamejaribu ku ko kushusha bei yetu chini. Bei yetu ni mzuri kabisa, ndipo za customer wetu tunakuwa na wateja wengi. Na pia gari zetu, wanapoingia kwa gari huwa inabeba kapasiti watu kumi na moja, hatusimami kwa barabara. Pia tuko na upande wa sako, ambapo unaweza sifu mahali pale unapata loan na pia unaweza pata gari. Mimi ni msafiri wa hii barabara for the very longest time. Mimi na prefer Bungoma line because they are very reliable Uh, they are very fast at least this customer week, naona tumeanza kutritiwa, tunapewa maji, nimesafiri kutoka Busia. Uh, niko naenda elore saii, uh, magari za Bungoma laini wanatumia kabisa. It's a very efficient one inasaidia customer service, excellent. Yeah.